Uh, leo tunaongelea kuhusu swala la consistency. Unajua ukiniambia nichague kati ya skills au consistency, siku zote nitachagua consistency kwa sababu unahitaji kuwa na consistency ili utengeneze skill. Na unaweza ukiwa na skill bila kuwa na consistency itimizi hiyo skill yako inafanyaje? Inakufa. Kwa hiyo, jamani, tuwe na consistency. Jana niliwapa story kuhusu Shawshank Redemption ya Andy na Red. Tunaona kabisa kwamba wakati Endi anamwagiza Lady amletee kilikuwa no, kinondo kidogo tu hivi cha kubomolea ukuta ili aweze ku escape. Endi alisema kwamba Lady alisema kwamba itamchukua almost miaka 200 lakini ilimchukua miaka ishirini. Unajua kwanini? Kwa sababu alikuwa na consistency, alikuwa na make sure kila siku lazima, muda wa kulala, wengine wamelala, atakuwa anatoboa kidogo kidogo, anatoboa kidogo kidogo, mpaka akafanikiwa. Uh, kuna mdada mmoja nilimuona, ilikuwa channel gani sikumbuki, ilikuwa channel gani channel inaweka kwenye bracket. Unajua, eh, alikuwa anaandika script. Alipata ajali, akawa ameparalyze, ameparalyze. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa ameparalyze mambo yake yote, mikono haifanyi kazi, miguu haifanyi kazi, alikuwa hajui kama anaweza kutumia simu, lakini moja aliamua kutumia simu, akaanza kutumia kidevu, akaona kidevu ni kikubwa. Alitafuta option mpaka akapata option ya kutumia ulimi. Ilikuwa ni ngumu kipindi anaanza ku, ku type, alikuwa ana type hivyo neno moja moja ana type, lakini sasa hivi unaweza ukachat naye kama anatumia mkono, lakini anatumia ulimi kufanya je, ku chat, kwa sababu alikuwa na consistency. alisema kabisa kwamba sina option ya kuacha hichi kitu kinipite kwa hiyo akapata option ya kutumia ulimi na akatumia hivyo hivyo. Kwenye skill zetu, tulikuwa tuna skill, tulikuwa tunataka to build skill, inatakiwa tufanye skill zetu kila siku kwa kurudiarudia, to make sure kila siku tunafanya kwa kurudiarudia. Ukiskip siku, it means unaanza kuandaa mazingira ya kuacha kufanya kitu ambacho unataka ukifanye, na uweze ku build ile skill. Ili ku build skill lazima uwe na consistency. Make sure kila siku unafanya, kila siku unafanya. Kwa mfano kama mimi nina rekodi dakika tatu kila siku kwa sababu nataka ku build skill ya communication. Nataka niwe na deliver message vizuri kwa uhakika, bila kustuck, bila kukwama. Kwa hiyo ndio maana na rekodi kila siku dakika tatu na make sure na build hii skill ya communication. Kwa hiyo kitu totote kile ukitaka ku build skills iwe education, kila kitu kinahitaji consistency. It means kurudia rudia rudia rudia. Make sure kila siku, hata kama unafanya vibaya, lakini make sure unafanya kila siku. There is a sort of improvement ambayo utakuwa unaipata kila siku. Dakika tatu zangu zimeisha. Dakika tatu positivity amount.